Katika maeneo ambayo kuweka vita ni muhimu, kwa wasichana na wanawake kujua ni nini ya kufanya kama watakumbana na milipuko au kujikuta katika hali ya hatari. Hapo ndio unahitaji kukumbuka: simama, bakia wima na utulie. Usikaribie na uombe watu walio karibu nawe wabaki mbali. Usipime kupiga picha na simu yako. Chunguza kwa uangalifu mazingira yako. Angalia kama unaona dalili zingine za maripuzi karibu nawe. Rudi kwenye eneo ambalo ulikuwa salama, ukitembea kinyume na hatari. Pima kutumia njia sawa ikiwezekana, fuatilia nyayo zako au shindo za gari. Unapofikia eneo salama, andika eneo ya kituo au eneo ya hatari vizuri iwezekanavyo. Wajulishe mamlaka za mitaa zilizo karibu zinazohusika na kushughulikia hali hizi. Hii inaweza kutofautiana kutoka eneo moja hadi yingine, kwa hivyo uliza karibu ili kujua ni nani wa kuripoti katika maeneo. Zimoja kunaweza hata kuwa na namba maalum ya simu yenye unaweza kuita ili kuwasiliana na wataalam katika kuondoa malipuzi. Kumbuka kuwa mtulivu na kufuata hatua hizi, inaweza kukusaidia wewe na wale walio karibu nawe kuwa salama katika hali zinazoweza kuwa za hatari. Kuwa makini, kaa salama.